Afu wewe tena tunatuma sisi masaa ishirini na nne hizi, tumwalike aje hamasishe wakati yeye mwenyewe hana uwezo wa kujaza uwanja wake, hana rekodi ya kujaza uwanja, rekodi yani hana tunzo ya mashabiki. Sisi Simba tuna rekodi, tumetangazwa na kafu tumejaza uwanja sisi, tuna tunzo ya mashabiki bora. Unapoongelea Simba unaongelea taifa, shehe wangu. Unapoongelea Simba unaongelea ukombozi wa taifa. Uwanja wa Benjamin William Mkapa umetengenezwa kwa ajili ya Simba Sports Club, labda nyinyi hamjui. Labda nyinyi amjui, wadogo kama mjui na kupenda exclusive news, uwanja wa Benjamin Mkapa William umetengenezwa kwa ajili ya Simba Sports Club, sio timu nyingine. elfu mbili na kumi na tatu Simba na mtoa za mareki mashabiki wa Simba tumeenda kujazana pale Benjamin Mkapa, tunaisubiri timu yetu. Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kipindiko, Benjamin William Mkapa anarudi kwenye safari zake za kikazi, anaikuta Simba Sports, mashabiki wamejaa. Mkapa alijua ni mashabiki wamemfuata yeye kumpokea, anauliza mashabiki wamenifuata nini hawa wananchi? Anasema hakuna, amekuja kuipokea timu yao. Simba Sports Club imemtazama wengi kasema kama mashabiki wanaopenda mpira hivi nina haki ya kuachia zawadi ndio sababu kujenga uwanja wa Benjamin William Mkapa. Kwa hiyo unapoongelea Simba unaongelea ukombozi wa mpira, revolution of football from Tanzania. Hiyo ndio Simba Sports Club na tunaenda kufanya mapinduzi tena kesho. Revolution of football. Kama tuliweza kufanya mapinduzi mwaka 2018 na kumtoa AS Vita katika mazingira magumu kwa sababu ile mechi tukitoa sasa tunatoka wote. Tukifungwa anatoka Simba dakika za mapema, Isivita anapata goli, matokeo yake imetokea dakika 89. Tunamtoa Isivita. Kwa hiyo sisi kubadilisha matokeo ni kawaida yetu, Mandala, hapo hapo kwenye kubadilisha matokeo. Hii nimesema eh, asiyemhusu baki nyumbani. Sio jana, nimezungumza asiyemhusu baki nyumbani. Kuna watu wanakuja kuangalia burudani, eh, kuangalia mnyama anapokaje. Unajua sisi tuliongea juzi Mlimani City, kuna kaunti iliongea tu, ilielewa vibaya Unajua, Simba inapovuka sio kwa faida ya Simba tu, kwa faida ya maslahi ya nchi pia, si ndiyo? Hata nyinyi kwa waandishi wa habari pia faida kwenu Simba inapovuka. Kwa hiyo kitokea mtanzania wowote anadiriki kuiblock Simba au kuwasapoti Waarabu, sisi hatuwezi kumwacha shehe. Sisi tunasoma arubadili Yaani, sisi hii mechi tumesoma albadili, hatusome albadili kwa ajili ya kumzuru mtu. Tunasoma albadili kwa ajili ya kujilinda, kwa ajili ya watu wote wenye roho mbaya Simba isipite. Tumesoma albadili, mtu yoyote anahusika kuibloku Simba isipite albadili na muhusu kisasi bin aki. Sisi hapa tumesoma albadili. Kwa hiyo hata wewe kama una nia mbaya Simba isipite, ukitaka Simba kuibloku albadili na kuhusu futi sita chini na kuhusu hatufichi nayo atumtishi mtu, futi sita chini na kuhusu. Ukijaribu kuiblock Simba kama huwezi kuisapoti Simba, baki na maisha yako, baki na mashati yenu usiyokatia mkono katika ii mechi. Na hii salamu ipelekeni kwa waandishi ambao wanatumika. Sisi ni wapenda kusikiliza redio kuchambua michezo, wanabagua mashabiki wa kusikiza redio zao. Haiwezekani wewe mwandishi, haiwezekani wewe mtangazaji muda wote unakuwa kama mchome kazi kusema Simba Sports tu club, huoni simba mazuri yake. Mwandishi ubaki kama mwandishi, mshabiki ubaki kama mshabiki. Jua position yako, usije ukajaribia brand yako hapa mjini hii mpira Tanzania umegawanyika pande mbili, Simba na Yanga. Kuna waandishi kibaa, tunajua Simba tunamjua Yanga, lakini anaposimama kwenye waandishi anabaki na chochote chake cha waandishi. Sio kila interview ya Simba mbovu, Simba ipiti, si nani mbovu, si nani nani. Kama unasema Yanga nzuri, siu pagome mzuri, mbona robo fainali haipo? huyo unasema eti simba ikicheza kama yanga inaenda nusu fainali mbona imeshindwa kwenda yaani wewe mwandishi umekaa shule umesoma una elimu sijui umekaa wapi unasema eti yanga simba tucheze kama yanga ili tuvuke tendo wapi nusu mbona hiyo yanga wameshindwa kuvuka kama si tucheze kama hao kwa hiyo tuwaigie yanga na sisi tusivuke waache kutufuatilia kwenye timu yetu huu um, msimu wa ubaya ubora zebadi zibaki tatumwachi mtu salama. Futi sita inakuhusu. Yani, ukidiriki kuigusa Simba Futi sita inakuhusu, atucheki na mtu anasimba, tumekasidika sikiliza. Mm, mashabiki wa Simba wamegawanyika kila idara, kuna mashee, kuna wachungaji, kuna waganga, kuna wachawi, kila mtu ana pati yake. Sisi sekta yetu ya ubaya ubora tunakuweka chini futi sita ukidiriki ku block timu yetu Simba Sports Club. Mandala msemaji uh, mwenyekiti wa wasemaji Ali Shabani Kamwe ameomba mwaliko, mwaliko kama aitumi wasa eh, mwenyekiti ameomba kualikwa, anunue tiketi. Yani anunue tiketi kama shabiki aja zuiliwe, si hatuna muda kwa kuwalika watu nini? Sisi anunue tiketi, sisi izinauza nunue tiketi aje. Satakaje kuangalia burudani, satakaje kujifunza, Sata apate satakaje apate experience, satakaje kujua simba napukaje, anunue tiketi aja, tuwezi kumkataza Nijembo yaeri, nijembo ngola, vizuri, mweslake, ni jambo la heri, ni jambo zuri kwa sababu anataka aje ajifunze. Unajua Ally Kamwe ni kijana mwenye akili, watu wanashindwa kumuelewa. hata Yanga ngoe anamtumia vizuri Ally Kamwe, kama angefika mbali Ally Kamwe. kama anaogopa kuambia uongozi wake twendeni Simba tukajifunze, ndio maana natumia mbinu na kutoa matashi ishirini na nne. Ally Kamwe, kwa nini anatumia mlango wa chooni? lengo lake anataka aje kujifunza, apate elimu. Kwa hiyo mtu huyo atakaje apate elimu, sio mtu akumzuia. Ikiwezekana ameadiari wampe tiketi aje ajifunze, ili akaambia wenzake Simba, amepita hapa, ameenda hapa sindio? Hauwezi ukajiita hiyo yona timu bora, wachezaji bora, kipindi hiki chote tunachongea Afrika, wote wanacheza michuano ya kafu. Nakwambia, mchezaji wowote quality player acheze ligi kuu kipindi hiki. Ukimwona mchezaji wako anacheza ligi kuu kipindi hiki sio bora, tunasema poor player. Poor player. Bola, poor player. Quality player quality player kizungu hiki iko kitaalamu iko, ukimkuta mchezaji anacheza ligi kuu kipindi hiki sio bora, ni quality player. Wachezaji quality player wote wapo klabu bingwa kushirikishwa kipindi hiki, nenda Mamelodi

Nenda piramidi, na yeye anaanza ligi kuu kipindiki, anaanza klabu bingwa. Ukiona timu yako anacheza ligi kuu, timu yako ni dhaifu. Ukiona wachezaji wako wanacheza ligi kuu kipindiki, poor player. Yaani ni marufuku kwa kufananisha wachezaji matakataka na kufananisha na wachezaji wa mpira kila mpanzu. Mpanzu kocha wa, wa Almasiri alimwangalia mpanzu dakika tatu akamwita Fado, akamwambia Fado huyu mpanzu ana uwezo kwenda England akacheza timu yote na akaanza mpanuhuye Sivi mpanzu <manyi> <manyi> uwe mpanzu ana uwezo kwenda Madrid na Mbappe kakaa benchi, huye mpanzu unamwongelea mchezaji mwenye force huye anaitwa mm. Mpanzu. Kwa hiyo napomwongelea mpanzu, unatongoza dunia isimame ndio aongelewe mpanzu. Kwa hiyo sisi Simba tuna uchungu na nchi yetu sisi tuna asira na timu yetu, tuna uchungu ni marufuku kutia mkono kwenye mechi yetu hii. Ukitia mkono futi sita na kuhusu tukati salama, tumesoma kisasi aki, tumesoma kunuti, tumesoma badiri, yani mtu wowote ukitia mkono kwenye mechi ili simba asiende aumo Mandala. Tumeona jana e, wazee wazee walikuja na gari e, hmm. kile wafupi wafupi uwanja sikiliza, kwani aloizuia Simba siende kufanya mazoezi, aliofunga no mlango ni nani? Meneja. Mm, kikanuni Simba naruhusiwa kwenda kufanya mazoezi, aruhusi. Ngoja, yani wemweza Ramadhani unafika, bado utaarifiwe uo ufunge, unajua kama wajibu wako kufunga. Ngoja ngoja Ramadhani ifike hapa ugongoe paka uje ugongoe kengele watakuwa ufunge. Kanuni tayari inasema timu ngeni atakuja kufanya mazoezi eh. Kwaio wajibu wako kuacha, oh no, eh, wajibu wako ni kuwacha mlango wazi. Ayo, zi, no, nisikilize, tuache siasa eh, kanuni inasema eh, eh, kwamba timu ngeni atakuja fanya nini ije kufanya mazoezi eh, nisikilize. Sio taarifa, hakuna hiyo taarifa, anaweza akatoa asitoe. Kanuni haimbo kwenye Wola tumika sikiliza kanuni. <laughs> <laughs> ni sikilize usitumike <laughs> hakuna <laughs> kipengee kinachosema timu itoe taarifa na, na gane. <laughs> Amna kanuni inasema timu gani inatakiwa ifanye mazoezi ni sikilize, hamna kanuni inayosema itoe taarifa, kasome kanuni, ni sikilize kuandaliwa mazingira. Hiyo taarifa, hiyo taarifa ni matakwa tu ya mtu.